Hey, habari kama ilivyokuwa kwa kawaida yetu leo. Leo ni siku nyingine tena tunaendelea kumshukuru Mungu, leo nimeona mwana nikuletee somo zuri ambalo nataka tujifunze kwa pamoja. Uh, kitu cha msingi usisahau ku like ku comment ku share na ku subscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Kama eh, content creator ambao tunaoanza mara nyingi sana huwa tunaanza eh, huwa hatupati chochote. Kitu tunachojivunia kutoka kwako kwa kwa ni wewe eh, mfuatiliaji wetu kwa YouTube channel yetu unapokuwa ume comment ume like ume share na ume subscribe ndicho kitu ambacho kinachokutia nguvu na tuweza kuendelea kutoa content zingine zenye ubora zaidi ya hizi kwa hiyo kitu pekee ambacho tunachokitaka kutoka kwako ni wewe ku like ku comment ku share na ku subscribe baada ya kusema hivyo niseme kwamba twende sasa tukajifunza kwa pamoja e, kitu kizuri cha leo Ukiangalia hii hapa hii hapa ni friji yetu. Brand yake ni ya Hisense. Eh, kama jinsi unavyoiona hapa, haya ni mazingira ya jikoni. Hapo nimekaa nitulia. Sasa kitu ambacho nataka ufahamu kwamba kwa mfano kama hapo umeiweka hii hapa friji yako hapo, alafu mwe jikoni kama jinsi unavyoona, eh, labda kila siku unakuwa unafanya usafi huko na kufunga ndani kama fanya usafi. Kila siku unakuwa unafanya usafi kama zingine yanavyoonekana sasa, majikuta hii friji hapo imekaa hapa kwa muda mrefu. Sasa unataka ufanye usafi kwaoto wanyuma ya friji, lakini pia chini ya friji, ili kuweza kuondoa vitu vyote vilivyoko chini na vitu vibaya ambavyo viko chini. Kwa sasa unafanyaje? sasa ili kuweza kufanya usafi kwenye friji kama hii ambayo imekaa hapo kwa muda mrefu. Sasa unataka uitoe hapo ili uweze kufanya usafi. Ukiangalia hii fridge ni kubwa sana. Unaona? na jinsi ilivyowekwa hapo hii fridge kwa chini, ukiangalia hapo kwa chini chini hapa, hizi ndio tairi zake, ina tairi na kule nyuma pia ina tairi. Unaona? ukija tena na huko tena upande huu hapo ina tairi yake. Unaona? kama jinsi inavyoonekana, hii ndio tairi yake. Umeona, ukiangalia kwa chini hapo kwa chini, hiyo nyeupe hiyo ndio tile sasa. Unaona hichi kidude hichi eh, hichi kidude manake una uwezo wa kukizungusha kikapanda mpaka juu, umeona, na ukakizungusha kikashuka mpaka chini. Kwa hiyo hichi wamekizungusha, kimekuja kimegusa kabisa mpaka kwenye ground. Manake kuiweza kuiweka hii friji yako kuwa stable, ili mtu yoyote yule e, akitaka kui, kui push isiende sehemu, kwa sababu hapa kuna tile na hizi tile zina uwezo wa ku rotate. Kwa hiyo kama hii hapa haijagusa chini, maana yake e, mtu akigusa tu kidogo, fridge inakuwa na uwezo wa kuhama, e, position ile ile kuwepo kwa hiyo kila sehemu kuna hichi kidude, kuna hichi hapo na kija upande huu hapa, tena kuna hichi hapo. Kwa hiyo hivi viduda hawajaweka kwa bahati mbaya, e, lengo kubwa hivi hapa ni kuweka stability, yani ni ya fridge, ili fridge siweze kuhama kwenda sehemu yoyote. Kwa hiyo kama unataka kufanya sasa usafi, inakuwa ni vigumu kuihamisha hiyo friji, kuitoa hapo, ili kuweza kuipeleka kwenye mazingira mengine, kukuwezesha wewe kufanya usafi huko nyuma ya friji na chini ya friji. Sasa unafanyaje? Kwa hiyo kitu cha kwanza unatakiwa uwe na tester ama score, ama uwe na flat screwdriver kwa hiyo kuna njia tu nyepesi ambayo huwezi kutumia nguvu sana kuweza kuihamisha. Unaweza kwa wakati wako kuweza kuihamisha hata bila kuhitaji msaada wa mtu. Kama jinsi unavyoiangalia hapa imekaa imetulia. Kwa hata uipushi vipi haitoki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hizi vidudu viwili ambavyo vime vimegusa chini. Hichi hapo na hicho hapo. Lakini kama hiyo vidudu viwili ukivipandisha kwa juu, hicho hapo kwa ibadisha kwa juu, hicho kwa ipandisha kwa juu. Ukija huku ukiipushi hii fridge au kaileta kwa mbele, lazima ihame. Mbona? Kwa sababu nini? Haina stability. Kwa hiyo kinachoipa stability ya friji ili siweze kuhama ni hivi vidude viwili ambavyo viko hapo chini. Umeona hapo? Kwa sababu sasa unafanyaje? Kitu cha kufanya ni kama hivi, ndio uwe na flat screwdriver ama tester. Kwa hiyo mimi na tester yangu hii hapa. Tuko, tuangalie jinsi gani unaweza kuihamisha hii friji. Kwa hiyo kisha kwa na tester yako ukiangalia hichi kidude umeona, kina kina sehemu, unaona kina huu wazi kina gap hizi gap hizi gap ndio za kuchomeka hiyo e, screw driver yako umeona. Kwa hiyo utakachofanya, una unachomeka hapo, alafu unapush, umeona. Kwa kipush inakuwa inazunguka, unakuwa unachomeka tena kwenye hizo gap. Ukipush inazunguka, baada hapo unakuwa imeshakubali. Kwa hiyo unaweza ukaipush, ukaipusha kwa mkono, ukaipandisha juu, unaipandisha juu, lengo ni ku kutoa, kutoa ile contacts kati ya hichi kidude pamoja na, na ground. Ukishapanda mpaka juu kama hapo, ukishamaliza sehemu ya kwanza, kuja sehemu ya pili tena upande huu hapo, sababu viko viwili, unakuja kwenye hizo gepu kama hapo, unatumeka eh, screwdriver yako ama eh, ama testa yako, una push. Kwa ukipush inakuwa inasogea. Na hapa, tuna una push. Ukipush inasogea. Kwa fani, hapo tunafanya una push. Baada hapo, kwa imesha na push kwa kwa upande juu kwa kisha panda juu kama hivyo, ikisha panda juu sasa, maana yake sasa hizo tile zako ziko free. Hii tile ya upande huu iko free. Pia na hii tile ya upande huu hapa eh, zi ziko stability, free. Kwa baada hapo sasa unauweza sasa kuihamisha sasa friji yako ukigusa tu hapa friji yako, alafu ukaivuta kwa mbele. Unaiona? Inasogea bila hata kwa watu wengi. Wewe mwenyewe tu mmoja tunaishika, unaiona inasogea, inasogea, nasogea, naisukuma maana umeiona ishasogea, ishatoa uwazi huko nyuma, unasogea Unaisogeza tu wewe unapotaka wewe. Unaisukuma kwa sababu ina tai. Umeona, kwa hiyo uwazi ungebakia kama hapo. Kwa kisha bakia kama hapo. Kuna fagio lako, unachukua fagio lako huko nyuma, kama ile tunavyoona soma takataka zimejaa. Kwa sababu gani? Ilikuwa haifagiliwi. Na kwa nini? Kwa sababu friji ilikuwa imekaa hapo, ni kubwa na ni nzito, hauwezi namna gani kuweza kuisogeza. Kwa hiyo simple way ya kuweza kuisogeza ni hivyo. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akawa na friji lakini hajui namna gani kuweza kufanya kuitumia kwa hivi. Ndivyo ambao naa, unakuja unasafisha safisha vizuri, unatoa takataka zote zizoko chini zote, unaweka mazingira mazuri, unasafisha vizuri. Basi ukishamaliza mpaka hapo, unaipushi vile vile, unarudisha katika sehemu yako ilipokuwa taaobiaraa kutumia nguvu inatairi zake, usiogope, ko inaenda, a uku msogea huko, meseti vizuri. Basi ukishamaliza <laughs> mpaka hapo ushairudisha katika ile position yake ilipokuwa, unakuja tena chini kidogo chako nakirudisha chini ili kuweza kuipa stable. Ku nakirudisha na chini kinagusa mpaka chini na kibana kabisa, nakizungusha na driver yako, nakizungusha kigusa kabisa chini. Umeona nagusa mpaka kikazi, mpaka hapo utakapoona driver itembei, unajua imegusa. Hapo umemaliza. Baada ya hapo, nakuja sehemu ya pili, pia unaishusha mpaka ikaze. Basi maona mpaka driver sitembee, ndio inakuwa imekaza basi. Mpaka hapo inakuwa imemaliza. Baada kusema hivyo niseme asante sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Kitu cha msingi usisahau ku like, ku comment, ku share na ku subscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification na vipindi zetu vijavyo. Niseme asante. God bless you. Thank you.